Wananitafutia nini hapa? Siwaelewi. Kila siku kunifuatilia mimi, kila siku kunifuatilia mimi. Na hayo kunikula na chembe. Vipi, Gundi? Safi tu. Gundi hapa nyumbani. Hapa safi sijui wewe. Wema kabisa. Wema tu. Kabisa? Kabisa kama unavyoniona Gundi. Yeah, ngoja kwanza nikuulize swali, yaani kila siku nija kukutembelea hapa nakuona wewe tu. Vipi shemeji, mazingira mm? Hmm. Bwana bado si unajua mazingira, kwa watu wanataka tuwe kwanza single maza, tupambane na hali zetu. Acha utani utani. Sasa unaishi vipi peke yako nyumba yote? Naishi tu, napambana ha, na hali na yangu ha. Sawa nesi, acha. Vipi hapo mazingira, hata msosi hamna maana leo? Da, sirei kabisa, yaani unaona mimi mwenyewe hapa nimekaa hapa sijakula tangia si niamke. Hey, sasa ni wali mbaya. Hey, hali ngumu kwa sisi tu wanaume, sasa ni mbaya <laughs> mm. sehemu, ila kuna kitu nilikotaka nikwambie. hmm? <laughs> <laughs> guna sna matatizo gani? Kuna kitu nataka nikwambie. Niambie. Kainama mara kaondoka tatizo. <hih> hmm.

Kwa ajili gani waliweka ahadi ya kifo? Na huyu mzee namtafuta uh. Yani, nimesema lazima nikawape msaada, maana wanakijiji wanateseka sana. Na hivi huyu mzee, kwa ajili gani waliweka ahadi ya kifo? Sasa hata nijua

Ukiingia kwenye hiki kijiji uruhusiwi kutoka. Naona unakiuka amri una za hiki kijiji. Sasa adhabu kali ipo mbele yako. Kile ulimwelewa kwa ligundi kwa sababu mimi nimesikia kwamba gundi, sijui kuna vitu kavisikia hapa, yani kinanitia uoga hiki yani sielewi hata kama tufanyeje hapa mtaani, jamani, hata askais mbona hatari. Hmm, yani mpaka ninanitia uoga hizi habari za hapa, yani sijui tufanyeje. Sasa najua kesho, sisi tuendelee na msafara wetu tuende. Wewe nenda, mimi nakusubiria. siwezi kwenda kuangalia alafu mambo yanayoendelea hapa kijijini, mimi nikamwangalie mtu kama mtego. Hebu tujitoe uoga kwanza, ili tukamwangalia tujue kipi kilichomkuta. Sawa, tangulia sasa. Unanitanguliza so, mimi tena? Tangulia twende. Unaogopa nini? Mtoto wa kiume, tangulia twende kani Nimeachukua maagizo ya mkuu. Sasa basi, mkuu anaondoka, ameenda kuchukua nguvu. Sasa basi, vita itakayotokea mbele yetu itakuwa ni vita kubwa sana, nabidi tujiandae na hiyo vita. Tumeona dio, mshirika wingineo ameenda kwenye vita na mliona ugumu wa vita. Ni kweli, kwenye vita tulienda na tulipambana kadri ya uwezo wetu, lakini ile vita tulishindwa na ni ngumu. Jambo alilofanya mkuu ni sahihi kabisa. Ndiyo nilienda kumpa onyo yule kijana aachane kumfuatilia yule binti, nikafanikiwa. Lakini kwenye vita yule binti tulienda kujaribu kuchukua mzigo yetu, tulishindwa kwa sababu yule binti ni ana nguvu sana na mkuu kafanya jambo zuri sana kwenda kujiongezea nguvu ili tuende kushinda hiyo vita. Leo tunaingilia wapi? Mmeya mapema, msiwea mapema, mnaweza kualibu mipango ya mkuu. Amtojue mipango ya mkuu itakuwaje? Meea siade, msitoke. Mmoja wenu akatoka, mkuu atakuja kumpa adhabu kubwa sana mbele wake. Na mbele yake na atajua kwa sababu gani alitoka siku hiyo. Kwa hiyo hapo inatukuwa tutawanyike Tunatawanyikaje? Maana tumeshazoea kufanya kazi. Leo wani tutalala mapema, meya mapema, mtalala mapema, naweza kuharibu mipango ya mkuu. Amtojue mipango ya mkuu itakuwaje? Kwa hiyo hapa natuka tutawanyike. Lala! Mkuu ameondoka sasa, anatukana na mimi. Sio kigaa kwa mkuu tena, atoki kigaa kwa mimi Siwezi kuwa na wewe unajua, mkuu wako yuko nini? Mimi utanigea nini wewe? au unataka nikusemea kwa mkuu? Monyea nguvu za kumpita mkuu, sema tu. Nguvu zangu nimezificha. Heti una nguvu umezificha? tulivyokuwa tunaangaika hapa siku zote hizo, nguvu zako nini hujazitumia? Siwezi kutaja nguvu zangu zilipo. Tajua nguvu zangu ana kutajia wewe na wote na kumtajia mkuu atajua nguvu zangu zilipo. Igeuone sasa Nikwambie tu, naomba ukae mbali na mimi. Ukiendelea kunifuatilia nitamwambia m mwambie, usimwambie, ingia uone, na wewe ndio utakuwa kwanza nyama yako kuila hapa, manake unasifikana sana kwa kula watoto wa watu. Nie watoto wa watu sie watoto wa watu, siwezi kuishi na mtoto mdogo kama wewe. Alafu ah, naomba heshima ifate mkondo wake. So leo umeachiwa madaraka unataka kumiliki kila mtu kwa siku moja tu.

Kabisa hapa, hey. Ni kulizima tu. Sawa, naomba usifungue mdomo wako. Umenielewa? Ulichokiona naomba usimwambie mtu aina yoyote. Umenielewa? Yaani unyamaze kimya. Nimeongea, nimemaanisha. Sawa, naomba utulie. Sawa, twende ndani <coughs>